Kijana Gwakisa mwenye umri wa miaka 27 mkazi wa Tabata Kisiwani na Kelvin Montana Mushi mwenye umri wa miaka 19 wa Mbezi Luis jijini Dar es Salaam wametoweka katika mazingira ya kutatanisha kwa zaidi ya siku sabini, familia zikihaha kuwatafuta. Kelvin na Gwakisa wametoweka tangu Januari 24 na 26 mwaka huu katika matukio mawili tofauti. Familia ya Kelvin inadai kijana wao alikwenda shuleni, hakurudi nyumbani, huku begi lake la madaftari lilikutwa darasani siku kadhaa tangu alipopotea. Upande wa Gwakisa, alitoweka nyumbani Januari 26 saa tatu na nusu usiku akiaga kuwa anakwenda kutembea nje na kuahidi atarejea muda mfupi, kwa mujibu wa Regina ambaye ni mama mzazi wa Kelvin amesema siku ya tukio kijana wake huyo alikwenda shuleni na hakurudi. Na mnukuu, ilipofika saa moja usiku Kelvin hakuwa amerudi nyumbani, nikampigia madam simu kumuuliza kama shule kulikuwa na sherehe, hivyo alichelewa, amesema. Saa mbili usiku alimpigia tena simu madam kumweleza kwamba kijana huyo bado hajarudi nyumbani na kama ana taarifa zozote, aliniambia itakuwa ni foleni tu lakini hadi asubuhi hakuwa amerudi, nikampigia tena nikamwambia naenda huko huko shule ili nijue pa kuanzia kumtafuta, amesema. Amedai kijana wake ni mwanafunzi anayerudia mitihani ya kidato cha nne katika shule ya Brothers Academy iliyopo Ukonga jijini Dar es Salaam. Hata hivyo, mkurugenzi wa shule hiyo Robati Ruezaura amesema kijana huyo si mwanafunzi wao kwa kuwa hajasajiliwa. Amesema usajili shuleni hapo umefungwa Februari 28, na kati ya waliosajiliwa Kelvin hayumo, hivyo hawamhesabu kama mwanafunzi wao. Hii shule ni ya watahiniwa wa kujitegemea, wanasoma watu wa rika tofauti, na mwanafunzi hafuatiliwi kama ameingia darasani au la, ni open school, amesema, akifafanua kuhusu Kelvin. Amesema kuwa amelipa ada ambayo hulipwa kila mwezi, hivyo hawamhesabu kama mwanafunzi wao kwa kuwa hadi usajili unafungwa Februari 28, Kelvin hakuwa amesajiliwa katika orodha ya wanafunzi wanaotakiwa kufanya mtihani wa kidato cha nne mwaka huu. Kuhusu taarifa za kupotea, mkurugenzi wa shule amesema amesikia, lakini hajapotelea shuleni hapo Namnuku. hapa shuleni tunahudumia watu wanaosoma na kurudia majumbani wa rika tofauti, hii shule ni huria. Kuhusu huyu kijana, kwanza sikuwa na taarifa zake kama kapotea siku napata taarifa, walikuja polisi wakiongozwa na OCD kamanda wa polisi wilaya wa Stakishari na huyo mama, wakitaka kujua mazingira ya upoteaji wake. Mimi sikuwa najua lolote, ndipo kuna mwanafunzi alisema ameokota begi lake darasani. Akaulizwa begi hilo liko wapi, akasema analo. Amesema kabla ya kwenda shuleni na polisi, aliambiwa mama huyo aliwahi kwenda shuleni na kufoka akiwaambia wafanyakazi pale kwamba watasema mwanaye alipo na lazima aifunge shule. Kumbe huko awali huyu mama aliwahi kutoa taarifa zake kwa mwalimu wa taaluma kwamba kijana huyo aliwahi kupotea kabla hajajiunga na shuleni kwetu, hivyo akaomba walimu wamsaidie, lakini hakutaka kulisema hili. Baada ya kijana wake kupotea tena, siku alipokuja na polisi shuleni, mwalimu wa taaluma alisema polisi walipomuuliza kuhusu hilo akakubali. Na hapa shuleni vipindi vikiisha hakuna mwanafunzi anayekuja kuaga kwake kwa kuwa hii ni shule huria na wanafunzi wetu ni watahiniwa wa kujitegemea, amesema. Ingawa mama huyo amedai Februari 4 mwaka 2025 alipiga simu tena shuleni kujua kama wana taarifa zozote za kijana wake, ndipo akaambiwa begi la mtoto wake limeonekana darasani. Hizo taarifa niliambiwa baada ya mimi kuuliza, inabidi niende kwa mtendaji wa Ukonga kutoa taarifa nikaripoti na kituo cha polisi Stakishari ambako napo sikufanikiwa, amesema. Amesema polisi wa Stakishari walikwenda kuwahoji wanafunzi watatu, mmoja alidai alimwona siku ya mwisho hiyo Januari 24 akiwa darasani kisha akatoka kwenda kununua energy drink, mwingine alidai aliokota begi lake darasani akilipeleka hosteli, na mwingine alisema hajamuona Kelvin shuleni miezi mitatu. Mmoja wa askari wa Stakishari, jina limehifadhiwa, aliambia Mwananchi kwamba Regina alifungua jalada la kupotelewa na kijana wake huyo kituoni hapo. Tulikwenda shuleni ambako mtoto alikuwepo, tulionana na viongozi wa shule na kupata changamoto za mtoto ambazo kimsingi mama kutaka kuziweka wazi. Hata hivyo, tunaendelea na uchunguzi ila inavyoonekana huyu mtoto yupo siku aliyopotea kuna uwezekano alikwenda njia tofauti kwani wapo wanafunzi walimuona wakati akiondoka shuleni. Tunaendelea na uchunguzi wetu kuhakikisha anapatikana. Kwa upande wa Gwakisa, kaka wa Gwakisa Uswege Hobokela amesema mdogo wake alitoka nyumbani Jumaapili Januari 26 mwaka 2025 saa tatu na nusu usiku akiaga kuwa anakwenda kutembea nje na kuahidi atarejea muda mfupi. Hobokela amesema walishangaa kuona saa zikizidi kwenda bila ya kumwona Gwakisa na kuamua kumuuliza kwa majirani bila ya mafanikio yoyote, hivyo kutoa taarifa kituo cha polisi Tabata ambako walifunguliwa taarifa. Pia amesema hata baada ya kutoa taarifa bado wanaendelea kumtafuta katika hospitali na maeneo mbalimbali ikiwemo vituo vya polisi bila ya mafanikio tumepita katika hospitali mbalimbali ikiwemo hospitali ya taifa ya Muhimbili, hospitali ya rufaa ya mkoa Amana na Mwananyamala bila mafanikio yoyote, na sasa zinatimia siku sabini tangu alipotoweka nyumbani, amesema. Akizungumza matukio hayo, Kamanda wa polisi kanda ya maalumu ya Dar es Salaam Jumanne Muliro amesema kupotea kwa watu wanahitaji uchunguzi wa kina na wenye umakini ili kuzuia ufanyaji wa kazi kwa pressure. Watu wanapopotea kwa sababu mbalimbali ambazo zinahitaji uchunguzi kwa makini, la sivyo unaweza kufanya kwa presha ili kuwaridhisha watu na mwisho wa siku ukajikuta unambambikia mtu kesi watu wasiohusika, amesema Muliro. Amesema wamekuwa wakifanya uchunguzi kwa umakini, kwani kesi ambazo wamezifuatilia zaidi ya thelathini na saba wamebaini sababu kadhaa ikiwepo kisasi kwa watu ambao wamefanyana wame dhuluma ambapo baadhi yao wanabebwa na watu hao, wanapowahoji familia unadai ametekwa. Pia ameongeza kuwa wengine wanapotea kwa imani za kishirikina, na hilo huwa linagundulika baada ya kufanyika kwa uchunguzi na kupatikana kwa watu hao, namnukuu, wakati mwingine kuna watu wanajitambulisha kwa nafasi ya vyombo vya dola na watu wanabaki na rekodi kuchukuliwa na vyombo hivyo, lakini pia wapo wanaopotea kwa imani za kishirikina na wanatoa taarifa hizo wanapopatikana, amesema. Kutokana na hilo, Muriro amesema wanaendelea kufanyia kazi kila tukio linaloripotiwa polisi ili kuhakikisha watu wanakuwa na salama pamoja na, na mali zao. Imeandikwa na Mariamu Mbwana, Imani Makongoro na Devota Kiwelo. Msomaji wako ni Ali Mlanzi.